Kampeni ya Mtu ni Afya awamu ya pili imeleta mabadiliko ya tabia kwa jamii katika maeneo mbalimbali nchini ikiwemo Wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Akizungumza katika hafla ya kuhitimisha ziara za mikoani za kampeni ya Mtu ni Afya awamu ya pili iliyofanyika viwanja vya Mashujaa, Anyitike Mwakitalima, mratibu wa kampeni ya Mtu ni Afya kitaifa kutoka Wizara ya Afya amesema tunahitimisha ziara za mikoani za uhamasishaji wa jamii kuhusiana na utekelezaji wa afua za kampeni ya mtu ni afya, ambazo kimsingi tuna afua tisa ambazo tumekuwa tukizisisitiza. Afua ya kwanza ni ujenzi na matumizi ya vyoo bora, ambapo tumekuwa tukitoa elimu na hamasa katika jamii kuhakikisha kwamba wanajenga na kutumia vyoo bora. Afua ya pili ni swala zima la unawaji wa mikono kwa maji tiririka na sabuni. Afua ya tatu ni udhibiti wa taka, udhibiti wa utupaji wa taka ovyo, kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa safi. Afua ya nne ambayo inafanana ya tatu ni usafishaji wa mazingira katika maeneo ya makazi na kazi. Afua ya tano ni swala zima la lishe, kuhakikisha kwamba jamii kwa ujumla wake katika makundi yote yanapata lishe iliyo bora. Afua ya saba ni swala zima la hedhi salama kwa wasichana na wanawake, kuhakikisha kwamba elimu inakwenda katika jamii ili kuondoa unyanyapaa ambao upo, lakini vilevile kuhakikisha kwamba jamii inashiriki kwa namna moja au nyingine, kuhakikisha kwamba kundi la wasichana na wanawake wanapata huduma hizi muhimu, kuanzia katika ngazi ya kaya, katika shule na katika maeneo ya taasisi. Afua ya saba ni suala la matumizi ya nishati safi ya kupikia e, nishati safi ya kupikia na mchango mkubwa sana katika afya ya mfumo wa upumuaji e, unapotumia nishati safi ya kupikia unaepusha madhara mbalimbali ikiwepo maambukizi katika mfumo wa hewa, lakini vile hata katika swala zima la macho. Nakumbuka katika baadhi ya maeneo hapa nchini wakina mama wamekuwa wahanga wale wanaokuwa na macho mekundu kutokana na moshi ambao wanakuwa na, wanazungukwa nao katika muda mrefu, kwa sababu tunafahamu wakinamama kwa sehemu kubwa wanahusika na maswala ya, ya upikaji. Kwa hiyo unapotumia nishati safi inasaidia pia afya ya macho pamoja na mfumo wa upumwaji. Afua ya nane ni swala zima la matumizi ya maji safi ya kunywa, maji safi na salama. Tunapopambana na maradhi kama kipindupindu, magonjwa mengine ya kuhara, afua ya matumizi ya maji safi ya kunywa ni muhimu sana, lakini na afua ya mwisho ya tisa ni swala zima la ufanyaji wa mazoezi. Tunahimiza jamii kushiriki katika kufanya mazoezi ili kujikinga na magonjwa yanayoambukiza na asiyoambukiza, lakini tunaenda mbali, sio tu katika kujikinga dhidi ya maradhi, lakini vilevile kwa ajili ya tu ya afya ya mwili, utimamu wa akili, afya ya mifupa, afya ya ngozi, hayo ya yote yanakuwa vizuri endapo mtu atafanya, atafanya mazoezi. He wake balozi wa kampeni hiyo, Mrisho Mpoto amesema kupitia kampeni hiyo imeleta mafanikio makubwa kwenye eneo la elimu ya afya kwa umma, ambapo imesaidia ongezeko la ujenzi wa vyoo bora na kuvitumia kutoka asilimia ishirini hadi asilimia sabini na sita na kufanikisha kutokomeza ugonjwa wa kipindupindu mkoani Simiyu. Namshukuru Mwenyezi Mungu, naitwa Mrisho Mpoto, ni balozi wa kampeni ya usafi wa mazingira yenye kauli mbiu fanya kweli usibaki nyuma, mtu ni afya. Haikuwa kazi rahisi kwenye awamu hii ya pili. Baada ya uzinduzi wa tarehe tarehe tisa mwezi wa tano pale Kibaha na makamu wa rais, tulianza kuzunguka katika mikoa kadhaa. Tulipita Njombe, tukaenda Iringa, tukaenda Rukwa, tukaenda Pwani, tukaenda Simiyu, tukaenda Manyara, tukaenda Arusha. Sasa tunahitimisha Kilimanjaro. Kampeni ya Mtu ni Afya awamu ya pili ilizinduliwa tarehe tisa Mei elfu mbili na ishirini na nne mkoani Pwani na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dokta Filipo Mpango.